Msanii wa muziki wa bongo flava Zuhura almaarufu kama Zuchu amemnunulia mama yake gari aina ya Prado, kitu ambacho amesema ilikuwa ni ndoto ya mama yake muda mrefu sana kuendesha gari aina ya Prado lakini pia a, amesema kuwa mama yake alikuwa ameliichoka gari ambayo alikuwa akitumia hapo awali, japo hakusema ni gari gani lakini anasema kuwa mara kadhaa mama yake amekuwa akisema kuwa gari hiyo ameichoka. Hivyo Zuchu amemnunulia mama yake gari aina ya Prado, na kwenye ukurasa wake wa Instagram Zuchu ameshare ujumbe mrefu sana, ikionyesha fura ni furaha yake ambayo alikuwa uh, ni ndoto yake kutimiza ndoto uh, ambayo mama yake amekuwa akiota ya kumiliki gari aina ya Prado. Zuchu ameandika hivi: jana ilikuwa ni moja ya kati ya siku nzuri sana za maisha yangu, sababu uh, nilitimiza moja ya malengo yangu kwa kumnunulia mama yangu gari ya ndoto zake. Walahi, kwangu mimi kama binti mpambanaji, sio kitu kidogo. Haiko raha ya dunia kama mama yako kufurahi, ni hisia ambayo siwezi kuelezea kwa maneno. Alhamdulillah, naombea watoto wote wenye wazazi wetu, Mwenyezi Mungu atupe na sisi nafasi ya kuwatimizia wazazi wetu ndoto zao. Amini. Namshukuru kwa dhati mume wangu, ana mchango mkubwa kwenye kila ndoto yangu, haniache peke yangu ala kulipi kwa moyo mzuri na aendelee kukuongoza unapotoa amin. Alafu akamtagi akamtaji Diamond Platnumz, ikiwa na maana kuwa Diamond amehusika kwenye kutia mkono aa, ama kutoa chochote kitu kwenye kuongezea kwenye kile ambacho, ama kwenye ile nafasi ambayo Zuchu alipungukiwa kwenye kumnunulia mama yake gari hii aina ya Prado. Hebu itazame video hii kwa kifupi, namna ambavyo Zuchu alivyokuwa kimkabidhi gari ama zawadi ya gari mama yake mzazi Bi Khadija Omari Kopa. Tazama hapa <laughs> Mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama. mama. Oh. Ah. <laughs> Jamani, malkia ulikuwa unasema kila siku unataka Prado, unataka Prado Arabiya. Prado ndo hii Mama wangu siku zote alikuwa ananiambia, ninunulie Prada, hebu ninunulie ile gari kubwa. Lakini unajua kwenye maisha upambanaji kila kitu kina hatua. Eh, kwenye mwaka wangu mwaka jana nilisema acha nimnunulie mama gari, kila siku nikisema nitafanya kesho nitafanya kesho naweza ikafika ujafanya ukajilaumu. Kwao nikajiwekeza, nikamtafuta Shamira. Shamira akaniambia kuna watu <coughs> Kiredio anapendaga kufanya nao kazi, kina Troni, kwanini tusiwacheki wale Troni. Akanishauri gari gani akuchukua, akanitumia rangi nini, mi sijui magari kwao, nilimwachia yeye kila kitu. Nanisema namshukuru kwa sababu hata hii delivery aliyoifanya, mi nilipanga kumsurprise mama. Delivery aliyoifanya sijai sijaitegemea. Ungepewa milioni mia sita na Zuchu ukanunua hili gari, ungefanya nini? Mimi singenunua hii. Ungenunua gari gani? Ninunua angalau elfu arobaini milioni arobaini milioni thelathini Lakini hapo ungemrudishia. Lakini nirudishie wapi? Sikanipa, ningefanya mambo mengine. Avieta, rusha ndege, ushinde wapi, utatua. Uamuzi ni wako. Avieta inapatikana kupitia pmbet.co.tz.